Hivi hivi tumefika hapo, sisi tumeingia tu hivi shule siku ya assembly. Si tumeingia shule hivi, wewe, tumeingia shule siku ya assembly. Mimi nilikuwa naita inji yangu na scroll scroll hivi na scroll nikaambia wanafunzi aje. Stoshieni tukaimba national anthem tukimaliza. Na mimi nikaambia aje tuimbe nimba umoja ni fahari yetu. Tukamaliza. Sasa Modonju ndio akatuli anaangalia angalia angalia angali, na shangaa fomu ni gani. Nikaambia msijali fanyeni aje. Tuimbe hii nini? Tukimaliza hapo. Tunaenda tukichanta nini? Tukichanta justice. Sasa, so tumeenda tu tumecha tumechant tumechant tumechant tumechant. Mode kasema, All those students who are chanting chanting around can you come here. Siki nana ni tukasema, justice wanze justice lazima idumu ai kwa ni kwa nini? So wewe tumesema hivyo. Sasa ndio you mean hapa, yeah, this are the resources, tumefukuza tumeambwa sisi